anzala laylatul qadri khairun min alfi shahr wassalatu wassalamu ala rasulillah muhammad bin abdillah alqaimi bihuquqillah ma dhaqat illa wa farajaha Allah. Amma ba'du, mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa kipindi chako pendwa ahamia dua, kipindi hewani ni umuhimu wa dua, ikiwa leo ni mwezi 19 Ramadhani 1446 Hijria, tukiwa katika darsa ambayo inaeleza ajaibu suratul qadr Maajabu ya surati al-Qadr. Ama surati al-Qadr ina mambo mapana kama tulivyoeleza katika sehemu ya kwanza, na leo ikiwa ni sehemu yetu ya pili. Ama hii surati al-Qadr kama tulivyokwisha kueleza, ni sura ambayo ina maneno takriban 30 na haya maneno 30 yanaashiria na kuelekeza siku 30 za mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini hii surati al-Qadr Ukiitazama kwa kuichunguza vizuri utaona ni sura ya 97 ambayo imetanguliwa na sura ya 96, ambayo hii sura ya 96 inaitwa surati Al-Alaq. Sura hii aya tano za mwanzo ndizo ambazo zilishushwa kwa Mtume kama wahai, wakati alipotakiwa kujifundisha kuifahamu Qur'an. Ukisoma hii aya ya kwanza, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia Mtume, Iqra bismi rabbikallazi khalaq. Muhammad soma kwa jina la Mola wako ambaye ameumba. Hii aya ya kwanza ukiitazama na aya ya kwanza inayofuata katika surati lqadri, Allah anasema inna anzalnahu fi lailatul qadr, hakika sisi tumeiteremsha Qurani katika usiku wa lailatul qadr. Kwa hivyo kule alipotakiwa asome kwa jina la mola wake, anachotakiwa kukisoma ni kusoma Qurani ambayo imeshuka katika usiku wa lailatul qadr. Allahu akbar!

mpaka kupambazuka kwa alfajiri. Kwa hivyo kule Mwenyezi Mungu anazungumzia sijida, lakini katika hii aya Mwenyezi Mungu anauzungumzia usiku wa qiyamu laili, usiku wa kusimama katika wakati wa ibada ambao ndani yake tunakwenda kutafuta siri na fadhila za Lailatul Qadr. Ndugu yangu katika imani, ama darsa yetu ya leo itakuwa na faida takriban mbili. Tutaeleza faida kubwa mbili ambazo msomaji wa sura hii ataipata mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ama faida ya kwanza, taisirul umur, ni kupata wepesi wa mambo. Ikiwa mambo yako yamekuja katika hali ya ugumu, yamekuja katika hali ya uzito, unataka wepesi, soma suratul Qadr. Lakini jambo la pili ambalo mwenye kuisoma sura hii atanufaika nalo, wa fathu abwabul mughlaqa, na kufungua mambo yaliyofungika, isome sura hii katika masiku haya ili Mwenyezi Mungu ayafungue mambo yako. Katika siku ya leo tutakuelekeza namna ya kusoma kwa kuifungua sura hii. Unapotaka kuisoma utatangulia na as-salatu ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam, swala ambayo maarufu ma inaitwa salatul fatih au salatul fatih. Swala hii ni swala ya kufungua, yenyewe ni swala ya kufungua, na utaisoma katika namna ifuatavyo: audhu billahi

Allahu Akbar, baada ya kumaliza kuisoma sura hii mara 33, sasa utaingia kuisoma dua yake fupi yenye maana makubwa yenye siri kubwa kabisa. Dua hii utasema, a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmani rahim a'udhu billahi minash shaitani rrajim Bismillahir rahmani rahim. Dua hii utasoma, Allahumma, ay Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, mughayyirul ahwal mwenye kubadilisha hali za viumbe wako, ghayiru hali ibadilishe hali yangu, yabadilishe maisha yangu ila ahsanu lhal, katika hali iliyokuwa nzuri zaidi. Allahu akbar. Ikisha utasema waftah amami ya abwaba lmughlaqa, na ufungue mbele yangu milango iliyofungika. Allahu akbar. Ikisha utasema bihaulika kwa msaada wako Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, wa quwatika na kwa nguvu zako Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, wa madadika na kwa upana wako na wasaa uliokuwa nao katika kusaidia viumbe wako. Ya kabiru ya mutaal, ewe uliyekuwa mkubwa, ewe uliye tukuka. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allahu akbar. Kwamba haya ndio maneno utakayoyasema, utayasema maneno haya katika hii dua. Mara ngapi? Yasome mara tatu, dua yako imekamilika. Muombe Mwenyezi Mungu katika hayo ambayo nimekuelekeza, wallahu waliyu tawfiq. Ndugu yenu katika iman, Sheikh Rajab bin Salim Juma Al-Qushairi Ash-Sharazi, wa salaamu alaykum wa wa wa rahmatullahi barakatuh, hawla wa la quwwata illa billahi wa ya ni'mal mawla